Lakini vilevile mheshimiwa katibu mkuu mstaafu ameongea vizuri sana kuhusu machozi ya mwalimu yaliyomwagika katika eneo la Tabora alipokwenda kuwaeleza Watanzania kupitia Wanatabora maamuzi ya mkutano mkuu wa TANU. Mwalimu Nyerere aliongea kwa hisia kali. Katibu mkuu ametuambia uwanja mzima ulilia baada ya mwalimu kulia, na kilichomliza mwalimu ni kujua kwamba kama itashindikana Umoja wa Mataifa kutoa uhuru, tutalazimika kupigana na hivyo kumwaga damu. Kilichomliza mwalimu ni kutotaka Watanzania, Watanganyika wakati huo, wamwage damu. Hicho ndio kilichokuwa kilio cha Mwalimu. Lakini katika mkutano ule ambao, baada ya mwalimu kuongea, uwanja mzima ukapata simanzi, watu wote wakalia, aliyeurudisha mkutano kwenye msisimko wake ni Bibi Titi Mohamed. <coughs> Yeye ndio aliyeinuka na kuanza kuuimbisha umati uliokuwepo, hongera mwanangu hongera namini ongere isiemo yie. Huu ndio wimbo alioutumia Bibi Titi Mohamed kuurudisha umati ule mkutano ule kwenye uhai wake na ndio maana leo wakati mwingine tunapomtazama Mama Samia tunajua pia watangulizi wa kinamama walioonyesha kinamama wanaweza kuokoa kwenye mazingira magumu bado wapo. Kwa hiyo Tabora ina historia ya pekee, ina heshima ya pekee. Tunapojivunia Chama cha Mapinduzi ambacho ni mtoto wa tano na ASP, hakuna namna tunaweza kuikwepa Tabora, hakuna namna utaacha kuitaja Tabora.